Kwa majina naitwa Captain Christopher Shalua ni afisa mfawidhi TASAC mkoa wa Tanga, lakini pia ni mkaguzi mwandamizi wa vyombo vya majini. Tuko mwishoni mwa mwaka, kunakuwa e, kuna uhitaji kuna mkubwa sana wa kusafirisha bidhaa mbalimbali kwenda visiwani e, lakini pia kunakuwa kuna mahitaji ya usafiri wa abiria kutoka bara kwenda visiwani na kutoka visiwani E, kuja bara kwa ajili ya watu kwenda kusherekea na kufunga mwaka. E, kwa kuzingatia hilo tumeona ni vizuri tukaja kukumbushana na kuelezana mawili matatu ya kuzingatia e, ili tuhakikishe kwamba mwaka tunaumaliza kwa usalama. Tuliona tuwaite kwa ajili ya kuja kukumbushana hasa kuanzia kwenye vyombo, ukaguzi wa vyombo vyao, usalama wa vyombo, hali za vyombo e, u, hali ya majaketi kwa ajili ya kujiokolea, uvaaji wa majaketi, kukagua mashine zao kabla ya vyombo kuondoka lakini pia kuhakikisha kwamba wanapokea taarifa za hali ya hewa kabla chombo kuondoka, na wakati huo huo kuhakikisha kwamba e, hawapakii mzigo kupitiliza kile kiwango ambacho kinahitajika kwa ajili ya e, kuzingatia usalama. Lakini suala lingine ni kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba kuna mahitaji makubwa ya kusafisha abiria, basi hawashawishiki kupakia abiria kwenye vyombo vya mizigo kwenda au kutoka e, visiwani. Ya, naomba pia kuchukua fursa hii kwa ajili ya kutoa tahadhari kwa waendesha vyombo vidogo, vyombo vya kati vinavyooperate kati ya Zanzibar na Tanzania bara na hasa majahazi kwa kipindi hiki na kama mkiona hali ya hewa sasa hivi upepo kidogo umechachamaa. Kwa hiyo tunawashauri na kuwasisitiza wenye vyombo vidogo na meli za size ya kati kuhakikisha wanapakia mzigo katika kiwango kinachoruhusiwa katika vyeti vyao kwa sababu kwenye vyeti mle wameandikiwa kiwango cha kupakia e, kiwango cha mzigo. Lakini pia tunatoa tahadhari kwa meli za abiria e, kuhakikisha kwamba wanapakia abiria kwa kiwango ambacho kimeruhusiwa kwenye vyeti vyao walizopewa e, na mamlaka. Kwa kipindi hiki tutakuwepo makini kuhakikisha tunasimamia e, ili kuhakikisha kwamba vyombo vyote vinatekeleza matakwa ya kisheria ya kuhakikisha hawazidishi mzigo hawapakii abiria kupita kiasi, na vyombo ambavyo havitakiwi kupakia abiria basi havipakii abiria. Kilio chetu kikubwa ni usalama wa vyombo vyetu katika mapakizi na maikaji. Na alafu tulisema kuwa tukae mmoja mmoja hapa, lakini kwa kweli uka nangani ukaelea kule, kwa kweli huduma nyingi za kimsingi na za kibinadamu, basi kwa kweli twazikosa kwa sababu kule utakwenda itakuwa hakuna mambo ya kupika kule, sasa tutafanya nini? Kwa hivyo, tungeiomba TPA pamoja na serikali itujengee sehemu husika na salama, ili tupate kufanya shughuli zetu kama kawaida na iwe hakuna matatizo mani ya vyombo. Ni kama vyombo vyetu hivi hapa, sehemu iliyopo unaiona, huku kuna mawe, eneo ni dogo la kupakilia na wateja ni wengi na vyombo ni vingi. Ombi langu mimi kwa serikali tunaloliomba ni kutufanyia utafiti wa sehemu ya vyombo hivi ili tupate amani ya vyombo vyetu na tupate amani ya kusafirisha mzigo wetu kwa inavyotakiwa. Naomba serikali na TPA sehemu bandari ya Tanga inafanya kazi vizuri, kwa hiyo tunaomba tu katika vyombo vyetu sisi, naomba tupeleke kule Mwambani ili patifanye kazi zetu vizuri.